Audhubillahisamilalim minashaitani rajim bismillahrahmanirahim. Ndugu e, yangu mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, popote pale ulipo unaponitazama na unaponifuatilia, ni kuombe e, usiache kufuatilia darasa zetu hizi katika chaneli yetu hii pendwa kabisa ya Jureej Mo Ruhaniati. Leo tutaishi na darasa ya tatu katika siri ya namba Leo tutaishi na namba mbili, leo tutaishi na namba mbili, na muomba Allah, atuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia katika usiri wa namba mbili. Namba mbili ni nini na ina nini namba mbili? Naomba leo tuwe pamoja katika hili. Naam, kwa nini tuzungumzie namba mbili? Kwa nini tuzungumzie namba mbili? Naam, tunazungumzia namba mbili kwa sababu kwanza tulikuwa katika namba moja, kwanza intro ya darsa yetu, lakini pia kadhalika tu tukazungumzia namba moja, na leo tuko katika e, kuizungumzia namba mbili. Kila namba ina u, e, ujumbe wa kipekee katika mfumo mzima wa namba, namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoomba. Lakini namba mbili e, ni miongoni mwa namba zenye siri kubwa sana sana sana katika maisha ya mwana wa Adam lakini mafanikio na hata mafundisho ya kiroho ndani ya namba mbili, lakini kwenye Qurani tukufu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi tumeona eh, namna ambavyo eh, uwili uwili ulivyowekwa na Allah subhanahu wataala eh, na mafungamano eh, ambayo Mwenyezi Mungu aliyoyaweka katika usili wa namba mbili, mwanaume tumeona mwanaume na mwanamke, mbea mbili hizo. Lakini mchana na usiku, mbea mbili hizo. Dunia na akhera, mbea mbili hizo. Unaona eh? vitu viwili viwili katika wanyama pia kadhalika, unakuta mnyama wa kiume na wa kike. Naam, hii ni namba inayoashiria muungano na muunganiko. Namba mbili inaashiria muungano na muunganiko, namba mbili lakini ushirikiano, upatanisho, uamuzi au maamuzi, lakini na mizani ya maisha. Siri iliyopo katika namba mbili, tunatumia na dakika moja mpaka dakika mbili kuizungumzia kidogo kwa muktasari. Hii namba mbili, kiuhalisia, mafanikio ya mtu mmoja kiuhalisia, mafanikio ya mtu mmoja ni mtihani. Iko hivi, hakuna mtu aliyefanikiwa peke yake mtu peke yake tu akawa yeye mwenyewe basi yuko hivi katika mazingira ambayo anapambana huku na huku, yuko peke yake tu, inakuwa hiyo ni mtihani. hai, hai, haipo hivyo, lakini mafanikio yanahitaji <coughs> msaada, ushauri au ushirikiano. Angalia, tupo katika kuelezea namba mbili, lakini namba mbili inawakilisha dhamana ya kuwa wawili, inawakilisha dhamana ya kuwa watu wawili, lakini kushirikiana na mdawa rafiki katika kushirikiana, au msaidizi katika kushirikiana, mteja katika biashara. Kwa sababu biashara au huwezi kufanikiwa katika upande wa biashara bila ya kuwa muuzaji na, mu, na mnunuzi. Kwa hiyo lazima watu wawili hao waweze kupatikana, mteja au mpinzani, pia kadhalika. Mpinzani pia kadhalika husababisha au hupelekea mtu kupiga hatua, ambaye anayekusukuma wewe kufika mbali. Naona kwa mfano, kama katika biashara maana yake wewe una mpinzani wako katika ile biashara. Mko wawili utasikia bwana huyu anauza mboga na mimi nauza mboga. Sasa mko wawili mnapinzana. Mna Kuna juhudi na jitihada zitatumika pale ili mtu kuweza kufika mbali. Hutobweteka. Lakini katika biashara pia mteja, muuzaji, eh, mteja yani muuzaji na mteja mafanikio, hakuna biashara bila watu wawili yani muuzaji na mnunuzi. Lakini kiroho hikma ya mbea mbili katika Qur'ani yani watu wawili eh, katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amezungumza, na katika kila kitu tumeumba wawili wawili eh, inna khalaqna eh, azwaja ni kitu kama hicho ukamaqala naona eh? kwa hiyo wa Allah amezungumza katika Qur'ani juu ya namna ambavyo ameweka usiri katika wili uwili. Hii inaonyesha kuwa maisha yanajengwa juu ya, ya, ya wili au mbea mbili. Hakuna furaha bila huzuni, mfano, maana yake unaona eh? furaha na huzuni. Hakuna furaha bila huzuni, lazima kwanza uingie katika huzuni au katika furaha katika vitu vile. Lakini pia hakuna nuru bila giza. Unaona vitu vio? Giza, nuru, vitu vile vinaendana hivyo, viko katika hali ambayo ya namna hiyo. Lakini mafanikio ni, ma, na, ni ni matokeo ya kusawazisha mambo mawili. Unaona, mafanikio ni matokeo ya kusawazisha mambo mawili ambayo ni subira na juhudi, unaona lakini dua na vitendo, duniani na akhera, katika hali ya namna hiyo. Lakini kisa cha mafanikio, siri ya namba mbili, eh, yawaya wawili, fikiria ya kwamba ni, wakati mwingine <clears throat> ni kwamba watu kama nabii Musa. Lakini nabii Musa na nabii Harun au na Haruna walipewa kazi moja, hawa watu wawili walishirikiana katika hali hiyo Unaona eh? katika miujiza mi, mi lakini na maajabu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kadhalika inakuwa katika hivyo, walishirikiana gurudumu lile, lakini na harakati lakini na changamoto ambazo zilizokuwepo katika kipindi hicho, ndio mambo yakawa yamekwenda. Lakini siri ni hii, ukipata mtu anayekuelewa katika masala ya muunganiko eh? katika masala ya kushirikiana anayeamini maono yako, mafanikio yanaongezeka ya, ya, ya mara mbili yake katika ushirikiano. Ukapata mtu ambaye yuko pamoja na wewe, anaamini yale maono yako na yeye kadhalika akawa anati, anatia nguvu au anaelewa kile ambacho nachokikusudia katika maono yako, utajikuta unafika mbali, lakini kiakili, maamuzi sahihi yanahitajika. Kuwa katika hali ambayo lazima kuwe na eh, upinzani au watu wawili katika hali mafanikio, sio tu kufanya maamuzi, bali kufikiria pande mbili za jambo fulani, lakini pia faida na hasara. Unaona, eh, vitu viwili lazima uvifikirie katika harakati za kutafuta, kama ni biashara haraka. Unaona, eh kuna haraka na pia kuna kitu kinaitwa iyo subira. Watu wenye hekma huwa na mtazamo wa pili. Watu wenye hekima huwa mara nyingi huwa na mtazamo wa pili, yaani ni watu ambao wanatazama kwa jicho la ndani pia. Lakini pia siri ya mafanikio ni kushirikiana au ni kushiri, ni kusikiliza akili yako na moyo wako akili na moyo wako ni vitu viwili pia, ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka katika hali ambayo huwezi ukafika mahala, lakini lazima akili yako ifanye maamuzi. Lakini baada ya akili na moyo, utakuta kwamba akili inafanya ja inafanya, akili inafanya hatua ya kufikiria lakini na moyo pia unafanya hatua ya kuweza kupenda, lakini na kuchukua juhudi katika kuliendea hilo swala. Lakini kisa kifupi cha maisha, mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana aliulizwa, ni nini kilichokufanya ufike hapa ulipofika? Mtu mmoja katika matajiri ambaye alifanikiwa, akasema, nilikutana na mtu mmoja tu aliniamini wakati nilikuwa sina kitu, akamsapoti. Unaona eh? Akaniunga mkono Akanisikiliza, ninahitaji nini katika mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo ubili au upili una maana ni kubwa sana hiyo. E, huyo mtu wa pili alileta maono na imani, unaona, lakini na hapo mafanikio ndipo yakaanza kuonekana. Hakika wakati mwingine unahitaji upate mtu mmoja tu Ani, mtu mmoja, tunahitaji apate mtu wa pili ambaye atakayeweza kumwinua kifikira, kimawazo, katika mazingira ya na namna hiyo. Kwa hiyo hata kama mfano mathalani uko bachelor bachela eh, ukipata mtu wa pili mwenzako ambaye ana maono, basi itakusaidia. Wakati mwingine unakuwa nabadilishana mawazo, na ndio maana katika upande wa imani na kiroho Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia kwamba ikiwa wewe ni fakiri, basi tafuta mwenzako au mwenza. Unapokuwa umepata mwenza, kuacha ja watu ambao wa nje, marafiki, majirani na watu wengine wa nje, wale ni wa nje, lakini kuna huyu wa ndani, ambaye unayekuwa naye anayeweza kukushauri na kushauriana, hatimaye hati ukafika katika hali ambayo huwa haipotezi na huwa haiko tu katika hali ambayo ni ya kikawaida. Ndio maana uwili unasaidia sana katika mazingira hayo. Kiutendaji, tumia kanuni ya mbili katika maisha yako, unaona malengo na mafanikio katika hali ya namna hiyo, kisha baada ya hapo, hii masala ya dua, kumwomba sasa Mwenyezi Mungu aweze kukuwafikisha katika hilo ambalo umelipanga na umelifikiria katika hali ambayo kuliendea ili Allah akuafikishe. Tunamwomba Allah atujalie, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa salamu alaykum. Katika darasa ijayo, namba 3 ina nini?